Kauli hiyo ya wazee imefuatia baada ya kufanyika kwa maridhiano hayo kwenye msitu wa hifadhi ya kijiji cha Paltimbo yakiwahusisha makabila hayo ya Maasai Wanguu, Wagogo na Wakamba kama sehemu ya kutafuta damu ya kupoza ardhi hiyo kwa kuchinja mifugo. Migogoro ambayo ilisababisha zaidi ya watu thelathini kuuawa kikatili na mamia kadhaa kujeruhiwa kwa nyakati tofauti, bali uongozi uchukule makabila hayo manne, tayari utaenda kuambia wananchi katika sehemu husika za makabila hayo manne na leo itakuwa ni kama ni kiapo tunachokula hapa, kwa yoyote atakayekiuka hiki tukachokiapisha hapa, tayari atapata dhambi nyingi na atazulika, na sio ajabu atakuwa taukicha katika hili swala la amani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nataka nikuhakishie kwamba ile Kiteto ambayo uliokuwa unaisikia zamani na majina Kosovo, e, sijui Somalia na nini limekwisha. Mkwashi, hiyo, mkwashi ya leo ni amani. Akipokea taarifa hiyo ya amani kufuatia kuwepo kwa maridhiano mbele ya wananchi wa mji wa Kibaya yalipo makao makuu ya wilaya ya Kiteto pamoja na watumishi wa serikali, waziri mkuu Bwana Kassimu Majaliwa amesema kutokana na migogoro hiyo, serikali ya awamu ya tano haitavumilia viongozi pamoja na wale wa kisiasa kuwa sehemu ya vyanzo vya migogoro. Hatutakubaliana na wachochezi, tutawatafuta, tumeimarisha ufuatiliaji na ikikujua tunaondoka na wewe, hatuwezi kufanya. Ukifanya Kiteto hivyo Soweto, hii ni Tanzania. hapa ni Kiteto, sio Soweto. <coughs> naomba kila mmoja alijue kwamba hatutakubaliana na yeyote atakayesababisha atakaesababisha vifo vya wana Kiteto anashukuru leo hii tumefikia hatua na kila mmoja aone kwamba jambo hili limekwisha. Hata hivyo, katika ziara yake hiyo, waziri mkuu akatembelea hospitali ya wilaya na kuzindua ujenzi wa jengo la halmashauri ya wilaya hiyo iliyokuwa haina jengo kwa kipindi cha miaka arobaini na minne, huku akimtaka mkandarasi wa ujenzi wa jengo hilo wa kampuni ya Pacha kujenga kwa kiwango kinachotakiwa. Lakini pia mbele ya watumishi wa serikali pamoja na wananchi, akikemea swala la dawa za kulevya kuanzia ngazi za kijiji na kuwataka wananchi wote kuwa sehemu ya kuwafichua. Mtazamaji, bila shaka umejionea mwenyewe sehemu ya maridhiano ya mgogoro kati ya wa wafugaji na wakulima, mgogoro ambao ulianza ama ulileta mauaji makubwa katika kipindi cha mwaka wa 2014 lakini hii leo wanaotumia e, sehemu hii msitu huu wa hifadhi ya Patimbo ama katika kijiji cha Patimbo kuweza kutafuta suluhu na tunaweza tukasema kwamba sasa amani imetawala ndani ya wilaya ya Kiteto na mapigano basi. Kutoka katika eneo hili la hifadhi hii ya Palitimbo ama katika kijiji cha Palitimbo wilayani Kiteto mkoani Manyara, mimi ni Charles Msanyika, ITV.